Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga. Tangazo la nafasi za kazi. Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga anakaribisha maombi ya kazi kwa Watanzania wote wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi kumi na moja za kazi. Tangazo hii ni kutokana na kibali cha ajira mpya kutoka kwa Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, management ya Utumishi wa umma na tawala bora. Mchanganuo wa nafasi hizo ni kama unavyoonekana hapa chini. Dereva daraja la pili, nafasi nane. Majukumu ya kazi: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali wenye sifa kwenye safari za kikazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari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 kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari na kazi nyingine anazopangiwa na mwajiri. Sifa za mwombaji kuajiriwa: mwenye cheti cha kidato cha nne, form 4 na leseni ya daraja E au C ya uendeshaji magari ambayo ameifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji magari basic driving course yanayotolewa na chuo cha ufundi chuo cha mafunzo ya ufundi study VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara: mshahara utalipwa kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya serikali TGSB. Msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili, nafasi tatu. Majukumu ya kazi: kuorodhesha barua zinazoingia masijala kwenye register, incoming correspondence register. Kuorodhesha barua zinazotoka nje ya taasisi outgoing correspondence register. Kusambaza majalada kwa watendaji action officers. Kupokea majalada yanayorudi masijala kutoka kwa watendaji. Kutafuta kumbukumbu kumbu au nyaraka au majalada yanapohitajika na watendaji. Kurudisha majalada kwenye shubaka au kabati la majalada Racks of filing cabinet au pengine yanapohifadhiwa, kufuatilia mzunguko wa majalada ndani na nje ya taasisi, file tracking. Sifa za mwombaji: awe amehitimu kidato cha nne au kidato cha sita na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha nne au kidato cha sita au amehitimu mafunzo ya stashahada au diploma NTA level 6 katika fani ya utunz, utunzaji wa kumbukumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, wenye ujuzi wa kompyuta. Ngazi ya mshahara: kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya serikali TGSC. Masharti ya jumla kwa waombaji: waombaji wote wawe raia wa Tanzania na wenye umri wa kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45, isipokuwa kwa wale walioko kazini serikalini waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi yao na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Waombaji wote waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza detail curriculum vitae yenye anwani inayotumika, namba za simu zinazopatikana, na anwani ya barua pepe, email address, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa, wa kuaminika. Maombi yote ambatana na vyeti vya elimu na taaluma vilivyoambatanishwa, vilivyothibitishwa na mwanasheria au wakili, ambavyo ni vyeti vya kidato cha nne, cha sita waliofikia kiwango hicho, na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali mbali, kwa kuzingatia sifa za kazi husika, testimonial, provision of result, statement of result na hati ya matokeo ya kidato cha nne na kidato cha sita vitakubaliwa. Waombaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuthibitishwa na mamlaka husika TCU na NECTA. Waombaji waliostaafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelezo yaliyo katika waraka namba CAC.45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010. Wasilishwaji wa taarifa na sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua wa za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 3 Julai 2025.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 Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. Tangazo hili limetolewa na Mangali Ue, mkurugenzi wa manispaa Sumbawanga. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, usisahau kusubscribe. Like, lakini pia unaweza ukatoa maoni yako katika sehemu ya comment section. Lakini kwa taarifa zaidi, kuweza kupata update zote za kila siku na kwa haraka, pia unaweza ukajiunga na channel yetu ya, ya Telegram link nimekuwekea katika bio ya channel hii, kwa unaenda katika about section ya hii channel utakuta linki ya kuweza kujiunga na grupo letu la Telegram, lakini pia nimekuwekea linki katika comment section, comment ya kwanza kabisa nimekuwekea linki ya kuweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp pamoja na grupu la Telegram. Asanteni na karibuni.